Inasemekana kwamba walitumia masaa sita kutengeneza nguo ya Davido, Kelly Evara pamoja na Mwonekano. Hawa ni vijana wa Kitanzania 255 hili Bongo 5 Network, na tukasema tuweze kuzungumza nao kwa kina, kwa sababu mengi yanasemwa sana. Kwanza hongereni sana kwa kazi nzuri. Shukrani sana, noma sana, hivi hmm. ili ilikuwaje mpaka lile wazo likawa vile, lakini pia taarifa zilimfikia vipi mwamba na nini? Hebu tupitishe hapo. Mi nadhani lile vazi lilikuwa kwa sababu tulifungua grupu mm. tukajadili wenyewe from the scratch. tulikuwa watu mm. watatu, mimi mwonekano mm. na stylist wa Davido so mm. mm. mm. yeah, mm. ali alikubali aliona noma. Kwa hiyo ni kitu ambacho hmm. tunapenda sana kumshukuru Mungu, hmm. tumshukuru stylist wa Davido kwa kutupa, hmm. hmm. kutupa nafasi bila hii kutupa hmm. nafasi bila kuamini kama okay. tunaweza pia pengine tusingepata nafasi hii. Muonekano, uh, wengi wanakuwa wana toa komenti nyingi sana, lakini mimi nataka kujua huu pekee wa Davido kuwachagua nyie ilisababishwa na nini hasa? Wezi aminizo wenyewe atuelewe ni hukuu wa Mungu, kwa sababu mm, kama tuna, unavyosema, wale jamaa walikuwa na extra collection, mrefu mm, yani walikuwa na option nyingine, mm, lakini kuvaa ile nguo yetu ni hukua Mungu, ni kibali ambacho Mungu alitupa, na ndio kitu ambacho tulikuwa tunakiomba kila siku tufike hatua fulani, mm, na Yesu Mungu ameamua kutubariki kwa namna hii hapa, mm, ni maombi ambayo tulikuwa tunaomba muda mrefu, ametupa hii nafasi naomba mm, atuelewe yani wenyewe, lakini tunamshukuru Mungu. Nashukuru pia ule brother Davido, mm na stylish wake hicho vizuri okay. Hmm, sana so far, mchakato ukaanza. Na mchakato ulikuwa na namna gani, mpaka mnatengeneza na nini ili kwaje kwaje? Mchakato ulikuwa mrefu kidogo, maana ni ilikuwa ni process, kwa sababu nilitulimdemo brother braha Januari, hmm, akaja akatujibu Februari. Hmm, naona kwamba tulikuwa tu tunasubira pia tulivumilia muda kidogo, hmm, alivyojua kutujibu ndo vitu hmm, vikaanzia hapo, tukaundwa group hmm, kanyika kilichofanyika the rest imekuwa ni historia, tunafurahi sana. Na katika hilo grupu ambalo liliundwa, ni master list, niye tu ndo mlikuepo hapa au palikuwa na watu wengine? ezmi inaweza mm, ukuwa Mungu ni sisi tu wa Tanzania, amina mwanao. Tena kundi limeandikwa obio in Tanzania hivi. Mm, ilikuwa vipi sasa, harakati zote zile, vipimo na nini Ikawaje? Nataka utuambie ilivyokuwa mpaka ile vazi likatokea. Kaa hapo apowali, ilikuwa ni mchakato mkubwa, vipimo tulishapa brother, alisha shea alishea pia vipimo vya brother David. mm -hmm. no, nana kwe kwetu kwetuize akatupa uwanja mpana kuweza kufanya mm -hmm. kile kilichofanyika nikiwa na na kakangu Keli hapa. Okay, kwao mchakato ulikuwa ni mrefu okay. Mchakato ulikuwa mrefu okay. Mchakato ulikuwa mrefu, grupu liliundwa, na mnazungumza mna kwenye grupu mpaka mwamba anakuja, so far ile ndo. The mnaonana na Davido uso kwa uso, hiyo momenti ilikuwaje? Momenti ilivyokuwa yeah, tulikuwa tuna furaha kwanza, kwanza, kwanza nguo ambao tumetengeneza wenyewe vijana wa Tanzania masaa sita tumeipambania mm, na nikwambia tumeipambania na maanisha yani masaa sita bro perform, alafu ndo nguo ambao sisi tumechagua iwe main, lakini mm, still tukasema sisi tunaipambania mm. kwa sababu hii kache kivaliwa inakuwa tume represent Tanzania vibaya mno, kwa sisi tulipambania bro, tulitia energy sawa. Sisi ilikuwa tungeweza kuwa wenyewe binafsi mzee na show, mimi mwenyewe na show ningeshow na mwanangu pale, ana maidi ya kibao mm. tungefanya wenyewe, yeye mwenyewe mtaalamu, anafumua hichi, anafumua hichi, tunafanya mambo, lakini tukasema sisi tunapambania masaa sita, tunafanyaje? bro tulizunguka na, na bodaboda mm. pale tulikuwa tuna uwezo wa kungang'ania tupande tu lile ligari lao, sijui ni lile range, sijui ni lile gari gani, lakini mm. tukasema gari liende liende, sili tuache mm. panda bodaboda, vibaya mno bro, tulienda Makinondoni mawapi, kama ile ile shati ile mm. ilitutesa sana kwa sababu mm ndo maana nasema resources zikiwepo inakuwa noma sana mm. lile shati ilitutesa sana ku imagine kudarizi, wanaita mm. kudarizi. lakini ile inabidi udarizi kwanza ingizwe kwenye zile mashine za kompyuta, sijui tukienda huku mara unakatika, tukienda mm. huku mara ana darizi tu kawaida, tukienda mpaka tukaja mm. kufanikiwa bro, saa moja usiku ndo tunakuja yeah. kufanikiwa mm. kushughulika na lile shati mm kudarizi okay. Lakini tuliamini kwenye Mungu kwamba bado still, mimi kwanza na imani yangu yani, tanipa dakika tano, mimi naamini naweza nikafanya kitu chingine, ukawa na subira tu, kuliko usipo ukasema mimi siwezi okay. So ni tuli tulieka imani mm, kwamba tunaweza tuli kupambana, tulipambana bro, tulipanda pikipiki kama hatuna kile nzuri, sababu imagine mm, suruali tumeshona Mbezi, mm, shati tumeshona Tume, tume anza pia, yani shati pia na ile ile ile ile ile mikono mifupi, tafuta sana Kariakoo, shati ambalo sayizi itamfaa, bwana nini la mikono mifupi ikawa noma, utachukua mikono mirefu kabla tu, tulishoni na lenye ile la mikono mifupi kwa hiyo ni Kariakoo Mbezi, Kariakoo Mbezi, Kariakoo Mbezi. Hapa sasa hivi tupo Ubungo, kila kitu kimeanza Ubungo, you imagine, Ubungo Kariakoo Mbezi, Ubungo Kariakoo, Kariakoo Mbezi, Kariakoo Mbezi Ubungo, yani. Lakini Mungu akabless, bro, so sana sana. Resources ndio ilikuwa changamoto kubwa, ilikuwa na kwa no, noma sana, lakini ndio mbinu mm. ilikuwa inawakwamisha. Okay, kwa namna moja ama nyingine, muonekano uh, mimi kitu ambacho nilikuwa na nawaza ni umene, umetuambia hapa kwamba grupu liliundwa mapema. Sasa kwa nini nguo zishone siku ya tukio? Changamoto ilikuwa ni utofauti wa muda wao, oh, walikuwa Paris, sisi tupo Bongo mm. na brother alikuwa anahitaji kila mnachokifanya mweze kushare steps mm kwa hiyo kwetu ikawa ni hadi tukimcheki labda kule ni day, night time mm. au siku kwetu ni asubuhi mm. unaona, akitucheki sisi tumembonji alafu kule mm. ndo wapo active kwa mm. changamoto ilikuwa hivyo, lakini unaona alivyokuja ndo imekuwa big zaidi. Hata tuseme tungeenda hivyo tungeenda kwenye ile njia tu kufanya, alivyokuja ikawa ikatupa energy kabisa. Alikuja mpaka hapa mm. tukaanza naye tena mwanzo kuanzia mm. chini mm. vitu vikawa noma vikawa noma zaidi, anaona kwa okay. hmm. Vipimo vile ambavyo walipima mapema ndio hivyo mlivotumia, sio kwamba labda mlitoka nae labda mkaenda sehemu labda mkampima tena upya? Hakuna hiyo, hivyo hivyo kaka, yaani hivyo hivyo ndio tulivitumia alivokuja, well. ni mchakato wa kwanza kwa sababu tulitumia matilo mengine, tukabidi kaenda kufuata matilo kama ulivyoona. hmm. Okay. Je, yeah. kuna mavazi mengine labda pengine alipelekewa ayavae siku ya show tofauti na ya kwenu? Binafsi hatufahamu hmm. lakini tunachokifahamu kwamba si tuliconnect na Starish wa Davido, na si yenye tulikepo tumeikalisha chini tukiwa nao sisi wenyewe chini. hatuamini pia hmm. kama ni kweli eh, lakini ndo hivyo mchongo, mchongo tupo nao sisijui kama kuna hmm. kitu kama iko kilikuwepo okay. hmm. So, wengi kwa haraka haraka wanajua kabisa kwamba baada ya mchungu huo sasa ni mambo ya maokoto. Mkwanja ulikuwaje? Kwanza tuanzie hapo mkwanja ulikuwa fresh tumelipwa, lakini tunauliza figa figa, hatuwezi wana, tuna, figia, figia, figia, figia, kusema kiukweli, yani hicho hmm. kitu hakiwezekani hata jua likaribie chini hapo hmm, lakini hatuwezi kusema kuhusu figa hmm, lakini jamaa alitulipa na pia katu bless na vitu vyote vinavyoendelea Tanzania. Hmm. Hata yeye kaona kwamba vitu vina trend huko akasema, bro tumeona Tanzania tuna trend. Hmm. so ba anasema kwamba nimeona video zina trend Tanzania. Ni Davido mwenyewe, inaonekana vitu vinaonekana, movement zinaonekana, so tunashukuru Mungu, lakini sasa mi nachopenda kusema ni kwamba mm. yule ni stylist wa Davido na si ni mastylist mm. hata yeye angeamua kukunja tu naelewa, mm. kwao, ye kamua kutusapoti wadogo zake, akatupa nafasi ya yes, sisi mm. kuonyesha okay. Tumeonyesha. Kwa hiyo hilo ni funzo kwenye indastri yetu sisi ya fashen, kwenye indastri entertainment yote kwa ujumla mm. kwamba tukiaminiana, tukishikana mm. mikono, huyu mm. kamsapoti huyu kamsapoti mm. huyu, kitu kinakuwa kikubwa zaidi mm. lakini pia Mungu anazidi kupa blessings. Kwa sababu mimi naamini kabisa ole star wa Davido atapata atapata blessings nyingi zaidi za kuweza kutu support sisi hapa. Hivi kuna star yoyote ambaye umeshawahi kumdim labda mfanya naye kazi, Tofauti na Davido? Mimi sikumbuki mm. kwa sababu naamini inawezekana ka ishawahi mm. lakini mimi sikumbuki lakini mimi naamini zaidi mm. kwenye Mungu mm. na ufanyaji wa kazi mimi ndo naamini Mungu mm. na kufanya kazi mi ndo naamini hivyo. Ndo vitu viwili ambavyo ukifanya vitu vinaonekana. Kwa sababu mm. si tumeanzia Instagram kabla kufungua group, na ule blog kaona vitu Instagram, sawa. Alivyoshare profile ya huyu kaona akashika ona yangu, tungekuwa tufanye kazi sasa, angeona aje kwamba hao watu wanaweza kufanya design. So kwa Mungu mbele tufanye kazi, tusapotiane mm. kila kitu kinawezekana tukiwa na uvumilivu, okay. Uh, muonekano mimi kwenye -hmm. show nilikuwa nafuatilia sana mitandao, lakini kuna video niliona kama mlikuwa nanyi kwenye msafara pale, ilikuwa ni kwaje ile? <coughs> Ni, ni special kwetu kwa sababu tulikuwa pamoja, ilikuwa inatuhusu, alikuwa amevaa nguo yetu, kwa hiyo tulibidi tuwepo pale, ni moment special. Yeah, alikuwa amevaa nguo ambazo tumeitengeneza, kwa hiyo ilitubidi na sisi tuwepo. Brother alitupa chance pia ku have time yeah. Yani ilikuwa baada ya pale tuende nao tena wapi, after party, lakini tukaona tulichokipata <coughs> Tulicho target ni hiki kwenye show tuli, yani ilikuwa ni moment special, tulipewa nafasi hiyo special hivi If... okay, mm. kwenye zile gari za zamani kabisa zilikuwa zinaonekana okay. gari za okay. zamani sana kabisa eh, yeah. ilikuwa ni special kwetu, nafasi special tuliopewa. Okay, mm. mimi nataka kujua kitu kimoja, maana lazima nijue. Uh, Davido mliongelea uso kwa uso kabisa, maneno machache tu, akasifia yeye. Yani kumsikia yeye kama yeye, mlipata nafasi

na kitu ambacho anaenda kukifanya kao mm. Sisi hatukuona reaction, lakini mm. Tulikuwa karibu a eneo natulimwona mm. na tulimona, na flex, na nguo kama unaona, video zinaonyesha kabisa yupo mm. ana enjoy. Yani ni mtu ambaye kwamba nguo zijimboy mm. ni noma. Yani si ni noma, yani reaction tukiona lakini tuliona kinguo yetu ameivada, video hiyo ndo kwati lakini nafasi kwamba labda mmekutana naye brother huyo haikuwepo, hiyo so easy kukutana naye kuconnect naye like hivyo, kwa mm. sababu si tulichokipeleka pale ilikuwa ni piece ya nguo, unaona mm. so kama ni waandaaji wa, wa show mm. no. mm. film so kwamba ni masponsor, si tulienda kama as a stylish, kwa hiyo si tulikuwa na deal sana na brother mm. lakini, wax sasa, kukaa kufeel anachokifanya kuona tu mm. pia mm. karibu tupo backstage sti kama wanavyosema so kawaida so so okay. kidogo mm. yeah. okay. so fa uh, wengi wanawatazama sasa kama, kama mfano kwasababu so inajua mastylist wengi wamevutiwa na hichi, una nini cha kuambia sasa vijana ambao wanakutazama hapa, wadogo zako na kaka zako kwa industry ya fashion sasa sindio? Kwenye industry ya fashion mi nazani kwanza kabisa mm. tuanze na Mungu kwasababu mm. ee ndo mweza ayote mm. karuhusu kila kitu kimeflow pili kabisa tufanye tuonyeshe yani, mtu sio nasema nafanya fashion una zero post fanya kwa fanya. Mm. sababu usipofanya hata mm. mtu akishia profile yako ataona mm. mm. e, yani tufanye ni tusichoke kwa yani, mm. sababu ndo dakika like, mwisho umechagua fanya fashion, fanya ni bila kuchoka cha pili. okay. Pia tusupportiane. okay. mm. mm. e, sio kwamba labda eti imekuaje kuaje, lakini mwonekano, yeye mwenyewe kaamua kunichagua mimi, kushare profile yangu mimi, sawa ni support kwa yeye, kwa kimimi angeweza pia kungangana na yeye mwenyewe okay. Sawa, kwa hiyo tusupportiane sawa, tuamini mm. Mungu, tufanye kazi, tuwe na uvumilivu, kila kitu na muda vina flow, kwa sababu sisi bro jianza kwamba ndo tumeanza na Davido. Sisi bro tumeanza mbali, mm. mi, mi muonekano, malengo ya kwanza kutana naye miaka minne nyuma, kama sio mitatu na ni kutokana na issue hizi hizi za fashion. Tumeanza kufanya kazi, kaanza kuniamini, nimeanza kumwamini muda, sawa? Lakini pia sio Buda ambaye kumbe amba kila siku naongea naye. Hapana, lakini tr anani trust na mtrust. Hivyo tunakutana kwenye kazi tunaua. Okay. Mm -hmm. Unatamani kumtengenezea nani tena nguo kama walivyomfanya Davido Stout mkubwa? I wish siku moja. Mi bro, wish yangu kubwa kwanza. Fashion ikue kibongo bongo, yani sekta ya fashion ikue. Mimi mm. nafanya fa fashion for living, so unanielewa mm. Yani nafanya fashion ndo nile nafanya fashion ndo nifanye kila kitu ambacho mimi nakiona kinapaswa kina, kina kufanya kwa miwishi yangu kubwa mm. fanye fashion ikue kinamna yoyote, ikue tupas wenye tupate hela tufanye nini, lakini kwa msanii mm. mimi yoyote yule ambaye atanihitaji ataona mimi naweza nikafanikisha naye jambo, tukafanya kazi. Mimi mimi sina favorite artist. Yani mimi artists yoyote mimi nasikiliza ngoma yake, kazi ikiwa nzuri yoyote, lakini like, texti nafanya naye kazi, awe anaimba singeli, chakacha, nini ani cheki, tunaua mzee. Yasi, yes, ya bwana, washikaji bwana wametrendi sana na tukasema tuweze kuzungumza nao. Mpaka hapo mimi sina la ziada, hata ikofia ni wazo lao. Mimi ni so Zabra, kutoka Bongo 5 Network